Walimu wanaofunza masomo spesheli katika kaunti ndogo ya Kimilili wamechukua fursa ya kipekee kuhamasisha umma kuhusu kero la funza na maradhi mengine. Kama kikundi tumekuwa na mikutano ya kila mwaka tarehe kumi mwezi wa kumi e, kuweza kusaidia katika jamii wale ambao wana matatizo ya funza ambayo pia ni tatizo kubwa sana la mazingira na hata pia kuna wale ambao watu wana ulemavu na watoto ambao pia wana ulemavu. Hawa wote unapokutana siku hii ya leo, huwa tunawapa vitu kama blanketi eh, kwa sababu ya eh, baridi usiku eh, suka na hata pia sabuni eh, ili kuweza kuboresha hali ya mazingira, na saidi sana pia, tuna huwa tunafanya kazi pamoja na wizara ya afya. E, na pia uh, physiotherapists ambao pia huwa tunafanya nao, na hivyo ndio sababu ya leo kukutana e, hapa leo hii area Stabicha tumefanya kazi ya kuweza kuwatibu wale ambao wanafunza na pia wale ambao wamekuja kwa ajili ya matatizo mbalimbali mbali. Kwa hii siku ya leo ili tuweze kuchumuika pamoja na wao. Hafla hii iliwafaa wagonjwa walioathirika na ugonjwa wa utindio kwa Kiingereza cerebral palsy ambapo wengi wa wagonjwa walipata fursa ya kufanyiwa mazoezi, kuelimishwa na pia kuwafaa na vifaa vya matumizi nyumbani. Kwa leo uh, tunajaribu pia kusherekea World Cerebral Palsy Day ambayo imekuwa mwezi wa sita na kupitia kwa kikundi cha ja Kisea tumekuwa na utangamano wa wazazi wenye wako na watoto na walemavu wengine wakuja pamoja waweze kupata kujua masuala ya moja na moja ama mbili chini ya kukaa nao watoto, na pia sisi tunaelewa hii ni hali moja, hali moja ambapo huwa inakuwa na lot of stigmatization ama unyanyapaa katika community. Utaweza pata wakitangamana kama siku ya leo. Wanajua kue, kuelewa kwamba oh, kumbe mimi si peke yangu niko na hii hali kuna jirani pia kuna kina mama na hiyo hali. Kina mama na jamii kwa ujumla wametakiwa kuonyesha upendo kwa wanao walio na changamoto za kimaumbile kwa kuboresha mazingira, huku mafunzo ya matibabu na kuzuia maambukizi ya funza yakiendelea. Mara nyingi watoto ambao wako na upungufu ni kama mzigo kwa mama, na mara nyingi huwa tunahimiza wamama ya kwamba wajaribu wapende hawa watoto ili hawa watoto waishi maisha kama watu wengine. Jambo la pili, leo ni siku ya mazingira na huwa tunajaribu kuhimiza wamama ya kwamba pahali ambapo wanaishi pawe pahali pasafi, ili hawa watoto wetu wasipatikane na funza. Kwa upande wao wakazi wa Kimilili wamepongeza juhudi hizo, wakisema kampeni hizi zinachangia pakubwa katika kuinua ustawi wa jamii na kuimarisha afya ya umma. Nikiripotia mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao, jina langu ni Joy Mwanzo.